Uh, hello wadau wetu wa KingoFarm tunawapenda sana na tunawakaribisha sana kwenye channel yetu. Sasa leo nitakuletea vitu vitano ambavyo huwa vinaongeza hamu ya kula kwa kuku, sasa kwa vifaranga. Vifaranga mara nyingi huwa uh, wengine unakuta wanakosa ile hamu ya kula kutokana na stress au sababu nyingine ambazo watakuwa wanakutana nazo kwenye hali ile ambayo wapo nayo. Inategemea katika hali gani labda ya ugonjwa au hali yoyote ile ambayo watakuwa wamekutana nayo. Kwayo leo nitakutajia mimea mitano au vitu vitano ambavyo utaenda kuvitumia kama kuku wako au vifaranga wako watakuwa wana hii changamoto ya kukosa hamu ya kula. Na utajuaje kama hawa vifaranga au kuku wako wamekosa hamu ya kula? Aa, hapa utaona ku, unaweka chakula ambacho huwa unaweka siku zote na huwa wanakula vizuri tu, lakini kwa wakati huo utakapoweka hicho chakula, utakuta wanakula kidogo sana au hawali kabisa. Unakuta wamekaa mbali kabisa na kile chakula au kama wanakula, basi wanakula kidogo, kidogo sana. Uh, hiki kitu huwa kina athari kwa sababu kama kuku wako au wao vifaranga watakuwa hawali vizuri, basi hawatakuwa vizuri, na vile vile wanaweza wakafa kwa njaa, unaweza ukawaua kwa njaa au wakawa wanadumaa na kadhalika, vitu kama hivyo. Kwa hapo wewe cha kufanya, uh, utaenda kutumia hivi vitu, kwa mfano

Kama una uh, uh, kuku, uh, kuwa uh, kuku ambao wana uwezo wa kunywa maji lita kumi basi unaweza ukapata tangawizi moja kubwa ukaweka kwenye maji, wamekosa hamu ya kula uh, utaweka kwenye maji yao kitunguu saumu. Hiki nacho pia kipo vizuri sana kwenye kuongeza hamu ya kula uh, hiki kitunguu saumu uh, kwa mfano huwa unatumia maji lita kumi, utaandaa kitunguu saumu chako kimoja kikubwa. Kama utakosa kitunguu saumu kikubwa ukapata vile vidogo vidogo, basi viweke viwili au vitatu na tegemea na size ya hiyo vitunguu saumu ambavyo utakuwa umevipata. Hapa kwenye kitunguu saumu wengi nadhani huwa uh, tunafanya lakini maybe hatuoni matokeo uh, sababu kuna vitunguu saumu vingine ni vidogo sana lakini sisi tunavitumia kama kitunguu saumu vitatu vizuri kisha uweke kwenye maji lita kumi na uwape hao kuku wako au vifaranga wako wanywe maji hayo. Ukifanya hivyo utakuwa pia umewasaidia kuwaongezea hamu ya kula lakini Kitu cha tatu ambacho unaweza ukakitumia ni majani ya ukwaju, kutoka kwenye ule mti wa ukwaju. Yale majani ya ukwaju pia huwa yanaongeza hamu ya kula kwa kuku. Haya majani ya ukwaju yana namna mbili, unaweza ukayasaga au ukayachemsha. Kama utayachemsha, basi hakikisha unachuma majani ya ukwaju kama ishirini, unayachemsha kwa muda wa dakika 30 kwenye maji lita ku, kumi, yachemshe vizuri, yachemke. Baadaye ya hapo yale maji yake yale yakishapoa kabisa, utawapa hao kuku wanywe hayo maji, ili waweze kuongeza hiyo hamu ya kula. Lakini kama utaenda ku, kwa kutumia kwa kuyatwanga, basi utaandaa yale majani yako kama kumi majani ya mkwaju, utayatwanga au utayablend vizuri kabisa, kisha utaweka kwenye maji lita kumi, utawapa wanywe mchanganyiko huo hao vifaranga wako. Aa, lakini kitu cha nne ambacho unaweza ukakitumia kwa kuongeza hamu ya kula ni eposida vinegar. Hii apple cider vinegar inapatikana sana kwenye maeneo ya supermarket au kwenye maduka ya viungo mbalimbali vya chakula nadhani. Ukipata hii apple cider vinegar pia unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuongeza hamu ya kula. Hii apple cider vinegar utachukua vijiko vyako vitatu vya chakula, utavijaza apple cider vinegar kisha utaweka kwenye maji lita kumi, utawapa hao kuku wanywe. Ah, sasa kitu cha tano ambacho kinakuwa kimebaki ambacho unaweza ukakitumia kwa kuongeza hamu ya kula kwa kuku au kwa vifaranga huwa tunatumia majani ya mwembe. Majani ya mwembe pia huwa yanawasaidia kuku waweze kupata hamu ya kula kwa haraka zaidi. Haya majani ya mwembe huwa tunayasaga au tunaya tunaya blend. Unaweza ukatwanga kwenye kinu au ukaya blend. Utachuma majani yako au majani ishirini ya mwembe, utaya blend. Uh, ukisha ya blend au kuyatwanga kwenye kinu, utaweka kwenye maji lita kumi, kisha utawapa hao kuku wako au kama ni vifaranga wadogo, hiyo inafaa kabisa unawapa, uh, wanakunywa na wanaweza kupata hamu ya kula. Uh, pia Unapokuwa una unawapa una, una hivi vitu ambavyo vinaongeza hamu ya kula, hakikisha chakula pia unachowapa ni chakula kizuri ambacho kina virutubisho mbalimbali, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawapa kuku chakula ambacho hujakiandaa vizuri. Licha ya kuwa umewapa vitu ambavyo vinaongeza hamu ya kula, lakini kila wakila vile vyakula vinakuwa kama vile hawavipendi, lakini vile vile havina faida yoyote, kwa sababu labda umeweka wanga tupo, pumba tupo. Hapana, watengenezee chakula kizuri pia, waongezee hamu ya kula ili waweze kula, hasa hasa kwa wale wafugaji wa broiler, hakikisha vifaranga wako wa broiler au broiler wako wanapata hamu ya kula na wanakula vizuri kabisa. Kama awali, utajichelewesha wewe mwenyewe kuwapeleka sokoni. Utaona kuku wako, labda unawafuga mpaka miezi miwili, sijui miezi mitatu, lakini hawakui au wanadumaa broila wako, kumbe sababu kubwa huwa wanakosa hamu ya kula, lakini wewe haujui ufanyaje? Kwa hao broila wako ili waweze kula vizuri na waingie sokoni mapema. Uh, pia KingoFarm tuna tuna vitabu vitano ambavyo vina miongozo mbalimbali mbali ya ufugaji. Vimekuelekeza namna ya kufuga hasa hasa kwa kutumia tiba za asili, lakini vile vile vimekuelekeza namna ya kutengeneza chakula wewe mwenyewe nyumbani kwako, ambacho kitakuwa ni kizuri na utatumia malighafi za kawaida ambazo zinapatikana kwenye mazingira ya kawaida. Tuna kitabu cha kwanza, kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki ni kitabu kizuri sana, kitakusaidia kupunguza gharama za kununua madawa. Uh, chanjo booster za asili utazipata humu, kwa hiyo utapunguza gharama nyingi kama hizo. Hiki kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi. Na kina peji 20 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, na tunaenda kutatua changamoto mbali mbali. Pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, lakini pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki safari ya ufugaji kina miongozo ya kumfuga chotara pamoja na layers, kina miongozo ya namna ya kumpa chanjo, kumhudumia pamoja na formula za chakula za layers pamoja na chotara. Lakini pia tuna kitabu cha muongo mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kitabu kimekupa ratiba kamili ya kutumia busta za asili, kinga za asili, kinga na chanjo za asili kwa kuku wa aina mbili. Kama kuku wako unataka awe wa nyama au kama taga au ni busta gani uzitumie kwa kuku ambao umewaandaa kwa ajili ya nyama. Ni kitabu kizuri sana. Ni kitabu kizuri sana. Gharama ya kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia hiyo shilingi elfu kumi, unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Ni papo hapo ukilipia. Unatupata, unatupatia namba yako ya WhatsApp, tunakutumia kitabu chako na unaendelea kujisomea au kutatua changamoto yako ya kiufugaji. Vitabu hivi ni vizuri sana kwa we mfugaji. Vile vile tuna kundi la mafunzo ya ufugaji. Hili kundi linatoa elimu ya ufugaji. Huwa tunaingiza vifaranga, tunaelekeza jinsi ambavyo Tunawahudumia, lakini kama wewe una maswali utauliza na utajibiwa. Hili kundi la mafunzo ada yake ni shilingi elfu nane tu, ukilipia shilingi elfu nane tunakuunga kwenye kundi la mafunzo. Ah, karibuni sana mpate huduma za KingoFarm ni nzuri sana. Pia kuna fomula mbalimbali za kutengeneza chakula kama kuku wa kutaga wa kuku, kila fomula ni shilingi elfu tano. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au tutumie ujumbe.